Naitwa Amina Mfaume, ni mkurugenzi wa Champion Rise Sports Promoters, ambapo kwa pamoja na American Swimming Coaches Association tumeamua kufanya kozi ya coaches, ambapo mpaka sasa hivi tuna coach ambao wametoka Kenya, tuna coach hapa Tanzania, tuna coach kutoka Ghana na Nigeria, ambao watakupa kwa pamoja kwa ajili ya level 1 to level 5. Coach Atiba ni coach mmoja ambaye kwanza ni muogeleaji alikuwa mwogeleaji ameenda mpaka Olympic, mwogeleaji Olympic ni one of the top, uh, athletes in the US, lakini vilevile vile, kwa sasa hivi pia anafanya shughuli za coaching, ana run camps mbalimbali mbali duniani. Hapa ametokea Singapore kuja Tanzania na amekuwa ameenda nchi nyingi sana, experience yake ni kubwa sana. Lakini ukiachia mbali na mchezo wa kuogelea, pia yeye ni actor, ni mmoja kati ya stuntman uh, katika movies mbalimbali mbali za America, uh, kwa mfano Wakanda ni mmoja kati ya actors wa Wakanda Forever Pride ambayo ya 2007, so ame acti movie nyingi sana na ana experience hiyo pia ni niweke wito kwa kipindi hichi ambapo yuko hapa kwa siku zote hizi kumi na mbili upande wa swimming, waweze kutumia nafasi hii kwaweze kupata experience kwa kweli, lakini vilevile vile kwa waigizaji wa Tanzania kama, nadhani kuna baraza la filamu Tanzania, ni muda mwafaka kwa sababu ni motivation speaker pia. Ingekuwa ni muda mwafaka kwa waches, uh, actors wetu wa Tanzania pia kukutana naye na, na kuweza kubadilishana mawazo na kuweza kuwapa.

best or one of the best in the world so me hearing that Tanzania is able to have an aska course i have to come so my team has arranged so that i come to represent my team to have the certificate. Yes. But you know, he's, he's, he's a great coach. He's a great coach. and he's doing very well He's teaching well, understood, and he's down, explanation, everything is very, very, very clear and understanding. Yes. Asante, kumajina, nitoa, kochezo, kwa majina anaitwa Salma Dati Kasoa ni mmoja wa makocha wa kuogelea hapa Tanzania kutoka shule ya Malaika na tumefurahi na tumeshukuru kuipata hii kozi ya aska. Kutokana na kozi hii tunazidi kujifunza kuongeza ujuzi pale ambapo tutakuwa tumepungukiwa, lakini pia kama coaches bado tunaendelea kujifunza. Hakuna mwisho wa kujifunza, kwa hiyo tunashukuru mkufunzi wetu kocha Atiba, anaendelea kutufundisha, tunazidi kujifunza kutoka kwake, na tunatumai baada ya hapa tutafanya vizuri zaidi kutengeneza waogeleaji bora zaidi. Uh, kama wataalamu wa mchezo wa kuogelea, ni mchezo ambao unakuja kwa kasi sana, na kwa sasa hivi kwa Tanzania umezidi kukua. Kwa hivyo tuna sisi kama wataalam tunatamani na tungependa wataalamu wazidi kuwa wengi, tuzidi kuwa wengi kwa wingi zaidi, ili tuzidi kuzalisha wengi wachezaji wengi wa kuogelea, na tushiriki tuzidi kushiriki hata Olympics, kwa sababu hata mwaka jana tulishiriki Olympics. Kwa hiyo tupate wachezaji wengi ambao wanaweza kufika Olympics.

ni miongoni mwa watu waliosaidia katika kuandaa haya mafunzo. Huu ujio wa kocha ni mkubwa sana tofauti na jinsi watu ambao walifikiria. Tunahimiza kama kungekuwa na zaidi watu ambao wanaweza wakasaidia kuleta watu wa namna hii ambapo tunaona wana vitu vingi sana ambavyo vinasaidia sana kwa makocha wetu hata kwa watoto. Kwa hiyo tunahimiza kama kuna chances, tuna tuweze kuwaleta watu kama hao waweze kusaidia okay. Kama jina naitwa Fatma Fernandes, ni mkurugenzi wa shule ya Monte International School ipo Mikocheni. Tunaamini kwa kuhakikisha watoto wanajifunza vitu vingi pia kutoka watu wa nje wanafanya nini huyu kocha Atiba amewapa amewapa ideas nyingi especially kuhusu mobility na dryland training, vitu ambazo kiukweli sisi uh, tunaichukulia kwa mzaha, lakini tukifocus zaidi kwenye hiyo, nadhani tutapata waogeleaji wengi wazuri kutoka Tanzania.